Nowadays tumekuwa tunaedit picha kwenye simu kwa sababu applications za kwenye simu zina vitu vyote muhimu ambavyo vinahitajika ili kuedit picha nzuri. Wewe ni graphic designer, maybe una edit picha kwa ajili ya biashara, maybe una edit picha kwa ajili ya content, maybe una edit picha zako mwenyewe, hivyo vyote vile. Lakini hizi ni applications ambazo inabidi uzifahamu, kwa kuwa ni applications bora sana za kueditia picha kwenye simu, na kwenye hii video nitakuelekeza kwa nini ni bora na pia zinazidiana kwenye vitu gani. Kwa hiyo kwa wale wageni hsabtunakiwa na, okay, na Adobe na ina specialized sana kwenye ya adjustment na coloring. Kwa hiyo kama ni mtu ambaye unapenda location, vitu kama hivo, uh, unapenda kupiga mambo ya itakufanya uedit picha na zionekane ni picha professional kwa sababu ya mambo ya coloring. Kwa hiyo hii imebezi kwenye mambo ya color peke yake na tumeiweka hapa kwenye namba saba kwa sababu hakuna application inaweza kufanya coloring kama Lightroom. Wakati huo Photoroom ni application namba sita. Photoroom ni application ambayo imekuwa specialized kwenye masuala ya ku remove background na inatumia AI ku remove background. Pia inatumia AI ku replace background. Ina background AI AI background background pia ina ina AI shadows lakini haina layers na haina kitu kingine zaidi. Ndio maana tumeiweka huko karibu na mwishoni, kama tulivyofanya kwenye Lightroom. haina vingine zaidi ya mambo ya coloring na mambo ya adjustment. Na hii pia ipo namba sita kwa sababu haina mambo mengine zaidi ya ku remove background, ila ni best kwenye ku remove background, ndio maana ipo kwenye list. Na application namba tano ni Photoshop Express. Hii ni application ya muda kidogo lakini kwa sasa hivi tunaweza tukaiconsider kama application bora pia, kwa sababu ya support kutoka Adobe Firefly. Adobe Firefly ni AI ambayo inamilikiwa na Adobe pia. Kwa hiyo umeiweka um na ina, inaweza ikasaidia application hii ku remove vitu. Yaani kama kuna mtu umenipiga picha ya watu watatu unataka kumremove mmoja, unaweza kumzungushia, ukamtoa, ukareplace kama mtu alishika simu unataka ashike ua, una, unaweka pale lakini haina layer, haina shadow, font chache, haina text customization. Kwa hiyo si bora sana kwenye vingine, ni bora kwenye mambo ya Firefly. Lakini Canva, Canva ni legend. Canva ni application ya like kitambo, ni application bora kwa muda mrefu, na magic grab, grab text, yani, ina vitu vingi vipya, kama unaweza ukashika kitu ndani ya picha ukakidetach. Pia inakupa uhuru, nikisema text freedom namaanisha uhuru wa kucheza na maneno. Ina fonts kibao, ina mambo mengi, effects nyingi za kufanya text ionekane nzuri. Kwa wale ya graphic designing inakuwa ni kali, templates ziko kibao, elements ziko kibao, project management unaweza kwenye website kwenye application ya simu au kwenye application ya PC. Hii inaitwa pixel pixel lab Pixel Lab tunaifahamu kwa muda mrefu, japokuwa ina limitation nyingi. Huwezi kuedit picha yako uliyopiga humu selfie au portrait, lakini hii ni specialized kwenye masuala ya graphic designing pia kama ilivyo Canva, na ina features ambazo kwingine hazipo, hii kufuta kwa rangi, mambo ya 3D perspective, shadow, Emboss, reflection, na font hizo japo si nyingi ila ina, ina limit ya kuzoom ila kwenye layers unaweza kucheza na layers jinsi unavyotaka. Nambari mbili tuna PicsArt, hii application ya muda mrefu sana. Ishasumbua sana hii, kwa sasa hivi sio top yani sio ya kwanza, ilishia kuwa ya kwanza ila kwa sasa hivi sio ya kwanza japo ina vitu kama AI enhance unaweza kuongeza quality ya picha ila remove background japo si kama photo room ila inajitahidi kuna unaweza kaenda usehemu ya kudraw kachola chola kule una, una, draw, una, kudraw, kure, kuna color. Hii ni moja ya effect ambayo ina nguvu sana kwenye PicsArt. Kuna font list na nane, si font nyingi, ni chache nazime, zimezo na zimezoeleka na ina limit ya layer, unaweza kutumia layer 10 kwa project. Epic bana, si maarufu sana ila ina karibia vitu vingi ambavyo vipo kwenye application zingine. Ina effects nyingi ambazo unaweza ukianza kuangalia moja ya moja ni top. Kuna kulemove, yani unazungushia kitu na kiremove. Kama ilivyo Express kwa hiyo badala ya kutumia Express unaweza kutumia Epic. Inaweza ka zoom sana kwa hiyo inakuruhusu. Kuna detach ambayo, detach hii ni feature ambayo ipo kwenye Canva lakini huku pia ipo. Kuna lighting kama ambavyo ilivyo Lightroom. Ina mambo ya 3D face kwa hiyo wale watu wapenda selfies, wapenda portrait 3D face na kuruhusu ku edit picha unavyotaka, badala ya kutumia filter, unaweza ku edit picha kaji balance sura na vitu kama hivyo kwenye looks pia. Looks hapa, unaweza ku adjust vitu vingi kwenye sehemu ya looks. Maana yake unaweza kaongeza wingi wa nywele ukabadilisha aina ya nywele mtu alizo nazo kwenye picha au kubadilisha rangi kama ilivyo Pixart, lakini huku inakuruhusu kufanya vingi sana na hizo nywele za yule mtu na uso wa yule mtu. Kuna filters nyingi sana ambazo pia kwenye ku adjust kama ilivyo Lightroom una adjust vitu vizuri zaidi. Kwa hiyo badala ya kutumia Lightroom, kwa na kibao, tatu, na kama kama ya kutumia unaweza kutumia pia Epic kwa sababu ina sehemu ya ku adjust na ina font kibao karibu ya 340 ina kuruhusu pia kucheza na layers kama ilivyo Pixel Lab. Sio kama Pixel inakupa limit ya ya layers na huwezi kufanya unyama mwingi na hizo layers. Kuna AI expand kama ilivyo Pixel, kuna AI enhance, kuna vitu vingi sana ambavyo vipo kwenye application zingine. Ukizijumlisha zote na humu vimo. Kwa hiyo badala ya kutumia application tofauti tofauti unaweza kuwa unatumia application moja ambayo inaitwa Epic. Kazi ni wewe kuimaster. Utachukua muda gani kuimaster? Ukiwa karibu na sisi utachukua muda mfupi kwa sababu tutakuwa na post mortem. Unakuja kugundua application hizi zinagawana majukumu. Application hii ni bora kwenye kufanya kitu fulani, application hii ni bora kwenye kufanya kitu fulani, mala application hii na hiki, hii haina hiki. Kwa hiyo ndio maana huwa situmii application moja kwenye editing za video au picha, kwa sababu zinapishana, zina baadhi ya vitu, lakini kwenye hii listi application ya Epic imejitahidi kubalance, inakaribia vitu vingi ambavyo vinapatikana kwenye application zingine, na inafanya vitu vingi bora kuliko.